Na watu wanne wamefariki na wengine watano kujeruhiwa baada ya mgodi wa dhahabu kuporomoka alfajiri ya Jumamosi katika kijiji cha Karon, Kaunti ya West Pokot. Nam kwa mujibu wa polisi, mkasa huo ulitokea majira ya saa tisa usiku wakati wachimbaji dhahabu walikuwa ndani ya shimo lililoporomoka ghafla. Na Ben Kirui na taarifa hiyo wachimbaji dhahabu hao walikuwa wamerejea kwenye mgodi huu usiku wa Ijumaa bila ya kujua kuwa udongo ulikuwa umemomonyoka kutokana na kazi ya uchimbaji wa mchana kutwa kwa kutumia mashine. Iko ngine amevunjwa mguu, iko ngine amevunjwa mkono, kwa juu ya pesa. Kwa hivyo nyinyi serikali, mukalie chini, hii makereda hatutaki tena kwa nji yetu, wacha si tukule michanga yetu. Hata kama naua mtu moja na kutangu samani anaua tu moja naua mbili lakini atujali, tunajua hiyo ni ajali ya kila mtu. Wacheni sisi na hiyo watu ya hii kreda, sinachoma hii mavitu yote, kama nashinda nyinyi serikali, sina kuchoma. Walikuja usiku ya manani na wakaenda wakachimba, so ile nikaomba twao kwamba tuheshimu kwa ile mkataba nyinyi muliweka na hiyo investa, kama muliagrii kwamba ni mchana ndio anachimba usiku inyamaze mpaka kesho tuende namna hiyo. Ajali hiyo ikizua upya wasiwasi kuhusu usalama wa shughuli za uchimbaji madini katika eneo hilo. Tumefanya sensitization ya kutosha, kwamba kuambia raia wa pande huu wa Takwel wa wajiepushe na Kamishna wa kaunti ya West Pokot Abdullahi Khalif amewalaumu baadhi ya viongozi wa eneo hilo kwa madai ya kuwachochea wakazi dhidi ya maafisa wa polisi waliokuwa wakijaribu kushughulikia tukio hilo la dharura. Machimbo matatu yamefungwa kwa muda kama hatua ya tahadhari baada ya mkasa huo. Ben Kiroi, Runinga ya Citizen, Nairobi.